E bwana, baada ya mwanadada Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instagram kuweka ile posti ambayo alikuwa ameiweka akiwa katika bayo yake pale, ambayo ilikuwa inamtambulisha kwamba yeye ni Mrs na Sibo alafu akamtage Diamond Platinumz. Ni kitu ambacho kimefanya watu wengi sana washangae, kwa sababu tunafahamu kwamba kwa kawaida wasanii ambao wako katika record label kubwa hizi huwaga wana tendency ya kuandika na kujitambulisha kwenye bio zao kwamba wao wako chini ya record label fulani na mambo mengine kama hayo. Lakini Zuchu yeye bwana hajajitambulisha hivyo, bali amejiunadi kama yeye ni mke wa bosi Diamond Platinumz. Lakini huku wadau mbalimbali wamekuwa na maoni yao tofauti tofauti, lakini Nifa, ambaye huyu bwana inaonyesha kwamba na ukaribu na Zuchu kwa sababu Zuchu inasemekana, kwa mujibu wa Nifa, katika posti ambayo alizungumza jana, tukaposti hapa Trend TV. Nifa alisema kwamba Zuchu alishawahi kumsupport akauza vijora takriban elfu saba. Umeona? Lakini pia vile vile, akatoa shout out pia mpaka kwa Diamond Platnumz kwamba Diamond naye amekuwa akisupoti biashara ya Nifa kwa kuposti katika Insta story yake zaidi ya mara nne. Umeona? So ni kitu ambacho kimemfanya Nifa awe shabiki wa hii kapo ya Zuchu na Diamond. Sasa baada ya ya Zuchu kujiposti kwamba yeye ni mke wa Diamond, Mrs Nasibu Mrs. Diamond Platinumz, Nifa amekuja kuweka kauli yake hii hapa ambayo inasomeka hivi. Leo asubuhi mapema kabisa Nifa ameandika kwamba Good morning once again. Samahani hapo kwenye bayo ya Zuchu pameandikwaje? Nilikuwa naomba nisaidie kuandika kwenye caption. Alafu pia Nifa kaendelea kusema kwamba nimesema hivi, hizi raha ukitaka kupata, kwanza kabisa, uwe na kanga aliyoivaa bi harusi. Honestly, eh, siuzi sababu nataka hela, nataka muwe nazo tu kama kumbukumbu nzuri kabisa ya Zuchu. Hii kanga ni ya upendo tu, uwe nayo sababu, eh, sababu tu kwamba unampenda bas. Z eh, huyu ni Nifa anaziuza zile kanga, kama unakumbuka vizuri, katika ile harusi ya ya Diamond na Zuchu wakati wanaoana pale kwa shekhe bwana, Zuchu alivaa kanga fulani vi nyekundu eh. Sasa zile kanga Nifa anazo zile, ana mzigo wa kanga zile kibao dukani kwake, anaziuza na anasema kwamba sio kutoeti mzenu watu wanunue kwa ajili tu ya kuzinunua ilimradi apate hela, hapana, anaziuza kwa sababu ni kanga za kumbukumbu kwamba wana msapoti Zuchu. Nifa akaendelea kusema kwamba hivi mimi ningekuwa na dada ingekuwaje? Sema nashukuru Mungu nina mdogo wa kike, sijui tu siku zao zikifika na wao itakuwaje? Ebu ngoja, kuna mtu alisema kwamba uta heh, kuna mtu alisema kwamba utaumbuka eh heh, sasa imekuwaje hapa? Mbona akapigwa za uso, kichwa, miguu, mapaja, karushwa katerero? Eh, ameandika hivyo.